Asalamu alaikum, mpenzi mwanafunzi pote ulipo, nakukaribisha tena katika kipindi hiki chetu cha tujifunze Kiswahili ikiwa miu wenu mwalimu Ogello, na leo leo tutatazama mbinu za kimtindo katika ushairi. Mbinu za kimtindo ni mbinu zinazotokana kwa msanii kuitumia lugha kwa njia maalum, aghalabu kuipamba kazi yake au kusisitiza hoja yake. Mbinu hii hujumuisha tamathali zote za usemi kama vile tashbihi, stiari, udamizi au tuite chuku, tabaini, uzungumzi nafsia, taashira, ritifaa, methali, swali balagha, nidaa, nahau, takriri na hata kinaya. Basi tutazame uchambuzi wa mbinu za kimtindo katika ushairi. Katika madai yetu ya leo, tutatazama Uh, baadhi ya mbinu hizi za kimtindo kama vile tutazama takriri kama mbinu yetu ya kwanza ya kimtindo ambayo unaweza chambua katika ushairi. Takriri pia huitwa msitizo bayana. Takriri, mpenzi mwanafunzi, ni mbinu ambayo malenga hurudiarudia neno au kifungu fulani katika maandishi kwa lengo au azma ya kusisitiza jambo fulani. Mbinu hii humwelekeza mchambuzi katika dhamira ya malenga, na ndio umuhimu wa takriri, hasa huwa inakuelekeza katika dhamira ya malenga. Kwa mfano, tazama shairi hili, ubeti huu wa shairi sema: karibuni haleluya, Kimilili nimefika haleluya, haleluya kamalika na birika haleluya, nimesema kwetu Afrika. Katika ubeti huu basi, unagundua kuwa neno haleluya limerudiwarudiwa. Hivyo basi mwandishi amefaulu kutumia mbinu ya takriri kwa kurudia neno hili. Mashairi ya bahari ya kikwamba na pindu huwa na mbinu hii ya takriri. Pia mashairi ambayo yana kibwagizo hudhirisha matumizi ya mbinu hii. Mbinu ya pili ambayo tutatazama mbinu ya kimtindo ambayo unaweza pata katika ushairi ni methali. Methali huwa ni maneno machache ya busara yenye maana fiche. Si lazima methali itumike kamilifu, kwani baadhi ya washairi huongeza maneno mengine, lakini maana kusudiwa hubaki vivyo hivyo. Tazame mfano ubeti huu: vijana ninaonya, ugonjwa uno ukimwi, jiadhari ngono mbaya, afadhali kula embe, ukistaajabu ya mwizi utaona ya ukimwi pale chini ubeti uh, mshororo wa mwisho katika ubeti huu ambapo anasema kustaajabu ya mwizi utaona ya ukimwi, tunaweza tukapatania ya malenga, kwani alilenga kusema kuwa kustaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Basi ni wajibu wa mchambuzi kutambua mbinu hii katika uh, ushairi. Tatu, mbinu ya tatu ambalo natazama leo hii ni msemo. Msemo hutumiwa kama mbinu ya kuongeza ladha katika ushairi zingine huwa kama fumbo na ishara. Kwa mfano, tazama ubeti huu wa shairi hili kapewa, acha mkono mrefu, siku moja utanaswa, sheria inakucha ndefu, uliza kina wanugu, wote buriani kwenda bunduki, msema kweli. Sehemu iliyokolezwa kwa rangi nyekundu utagundua kuwa ni msemo. Unaposema mkono mrefu, mkono mrefu katika mshororo wa kwanza pale inamaanisha kuwa mwizi katika mshororo wa pili kucha ndefu inamaanisha mbinu kali za kusaka. Basi mwandishi katika ubeti huu basi, ama mshairi amefaulu kutumia msemo kama tulivyosema, kuna matumizi ya msemo katika neno mkono mrefu na katika neno kucha ndefu. Nne. Ni swali balagha. Hii ni mbinu ambayo mtunzi wasilisha ujumbe wake akitumia maswali yasiyohitaji majibu ya papo hapo. Lengo la maswali haya ni kumfanya mchambuzi au mhusika anayezungumziwa ajisake na ajikosoe. Hivyo, swali balagha ni maswali ambayo hasa huwa yahitaji jibu moja kwa moja, kwani majibu yake tayari yanadhihirika kilini mwanayeambiwa. Tazama kwa mfano beti huu: wanafunzi, someni bidii iwe ya mchwa, kwani siposoma ni nani atakusomea? Kusoma ni lazima, yaani wewe ufahamu. Tazama hayo maswali mawili pale, ni nani atakusomea na nayn yani wewe ufahamu. Kati katika betu basi, kuna maswali mawili ya balagha. Mwanafunzi anaulizwa ikiwa hata hatatia bidii masomoni, ni nani angefanya hivyo kwa niaba yake. Swali hili linamuhimiza mwanafunzi ajitahidi zaidi masomoni. Pili, swali jingine ni kama kejeli kwa mwanafunzi ambaye yaonekana ni yeye tu asiyejua zaidi kuhusu umuhimu wa masomo pale anaposema, yani wewe ufahamu. Tano, mbinu ya tano ya kimtindo ni tashihisi ama wakati mwingine unaita uhaishaji, mwingine wakaita uhaishi. Hii ni mbinu ambayo kitu kisicho na uhai hupewa sifa za kitu kilicho na uhai na hutenda mambo kama vile kuimba, kuzungumza, kutabasamu, kulalamika, kutembea, kukasirika na hata kulia. Kwa mfano, tazama ubeti huu: ukiwa akipiga hodi, baraka hutoweka, umaskini hutawala usiku wa kila mwaka, nyota utabasamu kwa miaka na mikeka usingizi unipati usiku ninapolala. Katika ubeti huu basi, tunaweza gundua kuwa kuna matumizi ya tashihisi. Kwa mfano, ukiwa kupiga hodi, baraka kutoweka, umaskini kutawala na nyota kutabasamu. Basi mambo kama vile umaskini inapewa sifa ya binadamu kama vile kutawala, nyota inapewa sifa ya binadamu ya kutabasamu, yaani inapewa hali ya kutenda kama binadamu, inaishwa ndio maana tukasema tashihisi. Sita ni tashbihi. Hii ni mbinu ambayo msanii hufananisha kitu kimoja na kingine. Maneno yafuatayo hutumiwa katika tashbihi. Unatumia neno kama, kwa mfano kusema wewe ni mrefu kama twiga. Amkasema wewe ni mjinga kama kondoo. Badala ya neno kama kuna visawe mbalimbali ambayo yanaweza tumiwa kama vile mfano wa, sawa na, mithili ya, ja, falau, kana kwamba na kadhalika. Kwa mfano tazama ubeti huu. Mimi ni mzima kama ngarange za mvule, mtihani inapofika ni tayari, ja shaka kupita si shaka, kweli ni hakika, Wazulu walifaulu sawa na mtihani wangu. Katika mshoro wa kwanza mtunzi anajilinganisha na ngarange za mivule ambazo huwa imara sana anaposema mimi ni mzima kama ngarange za mvule. Mshoro wa tatu anafananisha mfalme wa Shaka, anafananishwa na mfalme uh, mfalme Shaka wa Zulu. Mshoro wa nne anafananisha kufaulu kwake katika mtihani na kufaulu kwa wazulu anaposema wazulu walifaulu sawa na mtihani wangu. Saba ni utohozi. Hii ni mbinu ya kuswahilisha neno la neno la lugha nyingine, ndio katika msingi ya kimatamshi na kimaandishi ya Kiswahili kwa mfano, shikwekwe ni boyfriend wa kipusa hiki ya toti mapenzi ya wawili tunajua lokesheni jioni utembeleana wa kibarizi pwani skuli, skuli yao ni moja sijui nini hawajali katika betu huu, maneno yafuatayo yametoholewa. Kuna neno boyfriend kutoka katika neno la Kiingereza boyfriend, location imetoka katika neno la Kiingereza location, sikuli kutoka kwa neno la Kiingereza school, na barizi kutoka neno la Kiingereza breeze. Nane ni taswira. Hapa malengo hutoa maelezo hadi msomaji akaona picha ya kitu au jambo fulani mawazoni. Ujitokeza hasa unapopewa picha ya mtu au mbile wa mtu au kitu au mahali fulani. Kwa mfano, ukitazama mshororo huu unasema, umbo lake waridi wengi wamezea mate. Hapa unapata taswira oni. Nataka mrejelee eh, kile kipindi chetu cha awali cha taswira, aina za taswira kama vile taswira oni, taswira mwonjo taswira hisi na kadhalika. Yote yanaweza patikana katika ushairi. Tisa ni tabaini ambayo ni mbinu ya kudhihirisha ukweli wa jambo kwa kutumia maneno yenye ukinzani. Utambuliwa kwa herufi c si. Hapa tunalinganisha moja kwa moja bila kutumia kiunganisho chote, bali tutatumia kitenzi kishirikishi kipungufu si. Kipungufu si kwa mfano tunasema, ukimwi unaangamiza watu wa matabaka mbalimbali si matajiri si maskini, si wazee, si vijana, si wazimu, si wenye akili razini. Hivyo pale matumizi ya sisi kwa kusitiza, ndio tunaita tabaini. Mbinu hii ya tabaini imetumia katika ubeti huu kuonyesha kuwa wote hufagiliwa bila ubaguzi wala huruma, nafagiliwa na ugonjwa huo ukimwi. Kumi na mwisho ni siahi au nidaa ni mbinu inayotakasa hisia fulani. Mara nyingi huonyeshwa kwa alama hisi. Kwa mfano, vijana wote tufahamu, adui katuvamia, mbiu imeshapigwa sasa, anataka kutuangamiza, adui ataangamia hohoho vijana -ho. Mashujaa kama mimi nilivyo. Tazama sehemu zilizokolezwa kwa rangi nyekundu, basi ambapo imeishia kwa alama hisi huonyesha nidaa au toa hisia fulani. Mfano mwingine ni e, shairi letu la tohara ambapo kibwagizo chake samani, ambako kishio chake zinduka amka, na pale chini pia zinduka imetumia nidaa au siahi. Asanteni sana, penzi wanafunzi, tukutane tena katika kipindi kijacho. Wapo nataka kunipata kwa maelezo zaidi.